ye kwa hiyo mheshimiwa diwani amezungumza kuhusiana na kero mbalimbali zinazowakabili hapa Rulenge. Na mimi naomba niwaambie, ninazijua na baadhi ya nyingine nimekwishaanza kuzifanyia kazi. Mheshimiwa diwani amezungumzia kuhusiana na maombi ya zahanati kubadilishwa kwenda kwenye kuwa kituo cha afya lakini amezungumzia changamoto ya maji na wakabili wananchi wa, wa Rulenge. Hii ya kwanza inayohusu maji nilikuwa naomba ndugu zangu mimi niwaambie kwamba mna mtu ambaye ana sauti inayoweza kusikika. Mna mtu ambaye anaweza akaenda akapangilia maneno vizuri akaongea na mamlaka zinazohusika. Naomba niwaambie maji, atakwenda kufika hapa Rulenge. Ninawaahidi. Naomba ombi lingine ambalo mheshimiwa diwani amelizungumzia kuhusiana na azanati kuwa kituo cha afya cha Rulenge. Mimi nimepita katika mikutano mbalimbali, na mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama ni shahidi, nimepita katika mikutano mbalimbali. Miongoni mwa mambo ambayo tunaambiwa yametekelezwa na mheshimiwa rais ni ujenzi wa vituo vitatu vya afya. Kituo cha kwanza kiko Mguma, kituo cha pili kiko Rulenge na kituo cha cha tatu kiko Rusumo. sasa tumeambiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa shilingi bilioni 3.4 kwa ajili ya hivi vituo. Ukigawanya bilioni 3.4 kwa vituo vitatu, unapata karibu bilioni moja na milioni kadhaa kwa kila kituo. Sasa, Mheshimiwa diwani, kama Mwenyezi Mungu anatupa uhai, tarehe 29, tukachaguliwa, wewe na kuamini, unao uwezo wa kuzungumza, una uwezo wa kupambania kitu, na mimi nao uwezo wa kupambania kitu. Mimi nitakuunga mkono, twende tukaulize hizi fedha alizozitoa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Rulenge ziko wapi? Tunataka mara moja zifanye ile kazi ambayo ilielekezwa, kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan hizi fedha alikwisha zitoa. Tunataka tujue ziko wapi zifanye ile kazi ambayo imeelekezwa, sawa Mheshimiwa. Asanteni sana ndugu zangu, Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naomba niwaambie kwamba baadhi ya kero zenu mnazokutana nazo wananchi wa Rulenge tayari amekwisha zipata. Nikiwa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ngara, juzi tulialikwa Karagwe katika ziara ya mheshimiwa rais, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na mimi nikapata nafasi ya kuzungumza. Miongoni mwa maombi matatu niliyompa, la kwanza linahusu stendi ya Ngara mjini ambapo niliongea mwanzoni na mheshimiwa diwani wenu, na alikuwa hajui inamaanisha nini. Nilimwambia mheshimiwa diwani, nataka kujua hali ya stendi ya Rulenge. Akaniambia stendi ya Rulenge sio mbaya, lakini nahitaji maboresho. Lakini akasema kama kuna sehemu unapeleka hiyo changamoto, hem, tuanze na changamoto nyingine alafu hii tutaifanyia kazi baadaye. Kwa hiyo nikapeleka changamoto ya stendi ya Rulenge, ya Ngara mjini, nikapeleka changamoto ya ujenzi wa barabara kuanzia Nyakahura, Murugarama mpaka hapa Rulenge ya kiwango cha lami lakini vile vile nikapeleka changamoto ambayo inahusu kumwomba mheshimiwa rais, atupe chumba baridi cha kuhifadhia maparachichi, ili wakulima wetu wa parachichi wakilima maparachichi yasioze kabla hajapika sokoni. Na mimi naomba nisimsemee rais, naomba nianze na changamoto ya barabara. Nilivyomwambia mheshimiwa rais, alitujibu nini? Tukasikilize. Kitupa ridhaa yenu, tutaendelea kukamilisha ujenzi wa barabara ya Rusahunga Rusumo ya shilingi bilioni 153 milioni 560, ambapo imefikia asilimia 19. Miongoni mwa miradi mingine ambayo ipo kwenye ilani ni pamoja na ujenzi wa barabara ya Rusahunga Rusumo kilomita 92, ujenzi wa barabara ya Murugarama Rulenge Nyakahura kilomita 85. Daktari Samia Suluhu Hassan oyee! <laughs> Samia Suluhu Hassan oye. Na mwisho ilikuwa ni kuhusiana na chumba baridi cha kuhifadhi parachichi, tumsikilize alivyonijibu. Lakini kule Ngara kumeombwa chumba cha baridi au cold room kwa ajili ya kuweka maparachichi yasiharibike. Huu mpango upo ndani ya ilani yetu, tunao, tuna mpango wa kujenga vyumba vya aina hii nchi nzima hasa mikoa ya kati kunakolimwa parachichi na upande huu tutakuja kuzijenga, ili kuhifadhi parachichi zetu sisi mwe. Sasa, ndugu zangu, tarehe 29 Oktoba mkinichagua, mkanipa nafasi ya kuwa mbunge wenu, hii ndiyo kazi nitakao kuwa naifanya, kazi kwa vitendo, kuwakilisha kero zenu na majibu yapatikane mara moja na utekelezaji uende kuanza sasa. tarehe 29 au ni mlinzi wako mwenye kiti. Ndugu zangu tarehe 29, tukienda kupiga kura sehemu ya kumchagua mbunge, kwa sababu kupandisha juu kidogo, sehemu ya kumchagua mbunge wa jimbo la Ngara ni mtu mmoja peke yake ambaye ndio mimi pekee niliyogombea. Mfano wa kupiga kura, karatasi itakuwa inafanana hivi: chama cha mapinduzi, nembo ya chama cha mapinduzi kwa mwanzoni Jina la picha la mgombea Dotto Jasson Bahemu ndiye mimi picha yangu ni hii hapa. Na mtaona jina Dotto limeandikwa kwa herufi kubwa, alafu Jasson Bahemu yameandikwa kwa herufi ndogo kwa sababu jina langu ambalo kila mtu analijua ni Dotto. Haya mengine Dotto Jasson Bahemu wewe picha kaput tafuta Dotto. Alafu kiboma kinachofuata ni kile kiboma cha kuweka vema. Hebu mimi mpate kidogo tena. Kiboma cha kupandisha vema. Vema inayotakiwa ni hii ukiweka vema ile ambayo amesema vema na nusu ikapitiliza kidogo hapa ndugu zangu tumeisha hii kura haitahesabika wale wengine wanaosema tukampe bonge la tiki doto ukapiga hapa ikaja mpaka huku haitahesabika hiyo nayo imeharibika vema inayotakiwa ni hii tarehe 29 ndugu zangu ukienda kupiga kura hii ndio ikawe vema ambayo utakwenda kupiga kwa doto jason bahem na hapo utakuwa umechagua maendeleo kwa jimbo la ngara maendeleo kwar baada ya kuwasema hayo, ndugu zangu, mimi nawashukuru sana, naombea kwa Mwenyezi Mungu awabariki, tutakiane kila laheri tarehe 29 Oktoba twende tukaweke tiki kwa Dotto Jasson Bahemu, tukaweke tiki kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile tukaweke tiki kwa Nionzi mafabia ndugu mwenye...